Kwengine kwa mtazamaji ni kwamba uchaguzi wa wajumbe wa chama cha UDA mashinani ulifanyika hii leo katika kaunti 20 katika vituo elfu kumi na mbili. Naam, kinara wa chama hicho Rais William Ruto alipiga kura katika kituo cha Koilel kaunti ya Uasin Gishu ambapo alieleza umuhimu wa uchaguzi huo kuimarisha misingi ya chama huku viongozi wengine wakisifia mfumo wa kidijitali wa kupiga kura uliotumika na chama hicho. Naam, melita ole tenges sana arifu zaidi Kinara wa chama cha UDA Rais William Ruto aliendesha chama chake katika shughuli ya uchaguzi wa wajumbe wa vituo vya mashinani. Uchaguzi uliandaliwa katika vituo elfu kumi na mbili katika kaunti ishirini. Wale tunawachagua leo ni watu wa muhimu sana, sijui kama mnajua hivyo. Wao ndio watatusaidia sasa, watapanga wanachama huku kwa ground alafu ndio tutakuja tuangalie ile kazi tumefanya in the last, in the last five years. Naye naibu rais Kithure Kindiki na viongozi wengine katika chama hicho waliongoza shughuli hiyo katika kaunti ya Tharakanithi ambapo walipigia debe mfumo wa kidijitali wa kupigia kura pamoja na kutupilia mbali madai kwamba umaarufu wa chama hicho umedidimia mlima Kenya. Hiyo system hata inafaa kuchukuliwa na Kenya mzima itumike na chama zingine. Ata IBC. Hii maneno ya karatasi na kubeba ballot boxes. Katika kaunti ya Kirinyaga baadhi ya wanachama waliojitokeza kupiga kura hawakupata majina katika mitambo ya kupigia kura huku viongozi wakiibua wa tetesi na kutaka changamoto hiyo kutatuliwa. Huko na watu wengi sana, hata sasa nimepigiwa simu ambao wameenda kupiga kura wakakuta uh, majina yao ha, ha, hayako kwa system, na tunaangalia vile tuta Um, tatua hilo jambo. Na huko Kiambu, kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ishungwa aliongoza shughuli hiyo akielezea kwamba ameridhishwa na idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura. Kwa hivyo kama polling station kama iko anawapiga kura elfu kumi na moja kwenda kumi na tatu utapata watu watakuwa wengi kuliko Gatune primary for instance ama Nderi secondary ama hata ukienda HGM utapata watu sio wengi kama. Shughuli hiyo pia iliendelea katika kaunti ya Baringo na zingine zilizoratibiwa leo. Milita Oletenges, runinga Citizen.